Wajane kumi jane mmoja anaishi kwenye umaskini uliokithiri. Kwa hiyo lazima tuje na mikakati ya kwenda kumkomboa. Wanafanyiwa ukatili mbalimbali, tena na mawifi zao na mashemeji zao. Mwongozo huu ni nyenzo muhimu ya kusimamia, kuelekeza na kuunganisha juhudi zote zinazolenga kukuza ustawi wa maendeleo ya wajane. Kama nilivyosema, mwongozo huu utaimarisha huduma za kisheria, kijamii au kiuchumi kwa wajane katika maeneo yote nchini. Ngoje mimi hakuwa ameandika, isipokuwa aliwambia ndugu, msimamizi wa mali zangu ni mke wangu. Lakini bado kulitokea kinashukuru, Mungu walielewa na maana. Sasa angekuwa ameandika pengine usingepata changamoto kama hiyo, maana ingekuwa kwa maandishi kabisa. Yeah, ingekuwa kwa maandishi, lakini kumbuka a maandishi amempa nani? Anaweza ndugu, kawezekana amempa ya nani. Ile kuzungumza naye ni nzuri na maandishi ni nzuri.